Habari za asubuhi. Mimi ni Dkt. Sham Kumar, mshauri wa ENT na daktari wa upasuaji wa kichwa na shingo katika hospitali ya Apollo Chennai. Leo niko hapa kuzungumza nanyi kuhusu upandikizaji wa koklea. Eh, ni kile eh, tunachokiita e sawa na sikio la bioniki, ni eh, hutumika katika hali ya mwisho kabisa kuhusiana na kusikia. Tunaona watoto wengi au watu wazima ambao wana upotevu mkubwa sana wa kusikia, ambapo hata vifaa vya kusaidia kusikia vya nje havifanyi kazi. Kwa hiyo katika hali kama hiyo ya kukata tamaa, hasa kwa mtoto ambapo maendeleo ya hotuba na lugha yanaweza kuathiriwa vibaya sana na maisha yao yakaharibika kabisa, upandikizaji wa koklea unaweza kubadilisha kabisa maisha ya mgonjwa kama huyo. Kwa upande wa watu wazima, tunawaangalia wazee au watu wengine ambao kwa sababu fulani wamepoteza uwezo wa kusikia, labda kutokana na ugonjwa wa meningitis, jeraha la kichwa au sababu nyingine mbalimbali mbali. Kwa hiyo wanapopata upotevu wa kusikia wa aina hiyo, mara nyingi kinachotakiwa kufanyika ni kwamba siku hizi katika hospitali nyingi kubwa au hospitali za kisasa, uchunguzi wa kusikia kwa watoto wachanga hufanyika ili kuangalia uwezo wa kusikia wa mtoto mara tu anapozaliwa. Hivyo hilo ni muhimu sana. Kuna njia mbalimbali za kufanya hili tunafanya kipimo kinachoitwa OAE. Kuna kipimo kingine kinaitwa BERA. Haijalishi ni kipimo gani kinachofanyika, tunahitaji kuona kama mtoto amefaulu au ameshindwa. Iwapo mtoto atashindwa kwenye kipimo, tunahitaji kufanya tathmini upya. Wakati mwingine, kuna vihatarishi ambavyo tunahitaji kuangalia, hasa kama mtoto alizaliwa kabla ya wakati, uzito mdogo wa kuzaliwa, kama mtoto alipata manjano kwa muda mrefu baada ya kuzaliwa, au kama alifanyiwa kubadilishiwa damu, au kama alitibiwa manjano kwa kutumia mwanga au fototherapi, na kama alilazwa kwenye chumba cha uangalizi maalum cha watoto wachanga. Hivi vyote ni vihatarishi vya mtoto kupoteza uwezo wa kusikia, na kama kuna historia ya familia ya upotevu wa kusikia, basi pia uchunguzi huu wa kusikia unapaswa kufanyika. Hivyo basi, uchunguzi wa kusikia unapofanyika na mtoto akishindwa, tunafanya tathmini upya, labda baada ya miezi mitatu au sita tena, kisha tunafanya tathmini ya kina zaidi ya kusikia. Na kama mtoto wa aina hii anashindwa mara kwa mara kwenye vipimo vyote, basi tunaangalia sababu ya mtoto huyo kupata upotevu wa kusikia. Njia moja ya kuchunguza ni kuangalia muundo wa sikio la ndani, neva ya kusikia na ubongo. Kwa ajili hiyo tunafanya kipimo cha CT scan au MRI ili kuona matatizo ya kimuundo. Kwa hiyo kama hakuna matatizo mengine na tukagundua kwamba miundo ipo lakini haifanyi kazi vizuri, na baada ya kufanya vipimo mbalimbali mbali vya usikivu, tunafikia hitimisho kwamba upandikizaji wa koklea unaweza kumsaidia mtoto huyo, basi inaweza kufanyika mapema, hasa kama mtoto ana upotevu mkubwa kabisa wa kusikia. Wa watu wazima, kama nilivyosema, tunapogundua upotevu wa kusikia wa aina hii upo, na tungependa kuwasaidia kurejea katika hali yao ya kawaida, kwanza kabisa ni ili uwezo wao wa kufikiri usishuke, pia tuweze kuzuia ugonjwa wa kusahau dementia na matatizo mengine. Siku hizi tunaona wazee wengi wanaoishi peke yao nyumbani au hawana mtu wa kuwahudumia. Kwa hiyo uhitaji wao wa kuwa na ufahamu wa sauti na kujitambua wenyewe ni muhimu sana, na wanahitaji kuwasiliana na watu waliowazunguka, majirani zao, na labda wasaidizi wao au mtu mwingine. Bila hilo usalama wao pia utakuwa hatarini.